Tulishalijadili, tulishali kwenye hoja zilizotangulia, turuhusu tuichukue ili tuifanyie kazi, na wenzangu hapa wame, wameichukua. Linahusiana, linahusiana na, na maeneo ambayo ofisi hazijakamilika na maeneo ambayo waliomba hawajapata, ikiwemo na, na uwakilishi ule wa watu wawili wametoka Zanzibar. Haya tumeyapokea tunaweka kwenye maeneo ambayo bado hayajakamilika, na kama nilivyosema, haya mambo hayana uadui. Kuanzia ofisi zinapojengwa mikoa, washirikisheni wahusika, iwe, iwe kujenga ofisi iwe kutafuta eneo la, la biashara eh, tushirikishane. E, tushirikishane kwa sababu sisi ni, ni wabia kwenye haya mambo ya maendeleo, ndiyo tushirikishane hii nchi itajengwa na kila Mtanzania. Kwa hiyo hilo tumepokea, itafanyiwa hiyo kazi, na tutakuwa na kikao kingine cha, cha haya ambayo tumesema yako tekniko ambayo sio ya kikao kikubwa. Tutakaa na uwakilishi wa uongozi wenu, tutakaa na uwakilishi wa uongozi wenu wa kitaifa wa haya maeneo yote na kama wapo walio wa, wa, wa, wa karibu kwenye mikoa ambayo itakuwa karibu, kwa jinsi ambavyo wenyewe mtajipanga, tutapata hako ka uwakilishi ili tuweze kuyajadili moja baada ya lingine, na kwa sababu ni kongamano lenu, mengine hata mtaendelea kusheneza kwa viongozi wenu, mtasheneza kwa viongozi wenu watakapokuja waje na hizo ambazo mtakuwa mmekubaliana e, kama hoja mahususi, tuweze kuzifanyia kazi. Sasa mridhie. Kwa sababu upande wa machinga waliongea wawili tu. Nimemwona ndugu yangu amenyosha mkono muda mrefu. Tumsikilize mmoja pale. Tumsikilize mmoja pale. Amenyosha mkono kama, kama sanamu ya Patrice Lumumba. E, basi tumsikilize mmoja then naibu waziri Eh, tusikilize na, na mamalishe moja. Nani? Nani? E, upande ule pale kwa. Asante mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza tunakushukuru sana na tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi ni mfanyabiashara wa soko la Mabibo kwa kweli mkuu wa mkoa ametuonea sana juu ya soko la Mabibo. Alipofika pale katika mkutano wake, ametukana tu mwanzo mwisho. Alipomaliza soko lile, anasema mimi namkaribisha mkurugenzi aendelee na taratibu, aendele hili. Kumbe tatizo lake ilikuwa kulichukua soko kumkabidhi mkurugenzi aendelee na mambo yote pale. Nini sababu ya kutukana? Kutoka hapo akawa sasa diwani, ambaye meya anasikiliza kero, mimi nikamwambia kero ya kwanza ni wewe mea. Kwa nini kero ya kwanza wewe mea? Wewe mea unatunyang'anya sisi vibanda vyetu. Mtu akiwa na kizimba unamnyang'anya, akiwa na kioski unamnyang'anya. Mbona kuna mtu mmoja humu ana karibuni vioski kumi na nne, mbona mwenzetu mnyang'anye hata kimoja na iko humu sokoni? Kero hiyo ikanisababishia mimi nipelekwe mahakamani, kisingizio nimegoma kulipa ushuru. Kila tukimwendea mkuu wa mkoa atusikilize, kija pale mtajitahidi angalau kiungo kimoja mpoteze, kila tukienda kila nyongozi ili atusaidie, imeshindikana. Tukapata mbunge wetu Bwana Kitila Mkumbo, hebu tuombee kwa yule bwana atusikilize tu. Kulikweli yeye anasikia tu mazungumzo haya, sisi tuko watu 30, wengine wazee kupita mimi. Kweli sisi tunataka kuchoma moto gari ya serikali, tugome kulipa ushuru, tufanyeje? Mheshimiwa Kitila Mkumbo ametuletea jawabu, anasema hivi, mkitaka mji komenti kwamba nyinyi mmetaka kuchoma moto gari ya serikali na mmetaka kupiga mawe gari ya serikali, tukasema huu msamaha gani? alipotupeleka mahakamani alituambia hivyo hivyo mji comment kwamba nyinyi mmegoma eh, kulipa tozo wafanya biashara wenzetu. Akatuambia mkubali ili msiendelee na kesi mkaendelee na biashara zenu, lakini wapo watu wa Samaria wema walituambia, mkatae mpelekeni hata wakili wenu akakuwekeni zamana, si tukaona wafanyabiashara wenzetu wamechangishana na wameambiwa kwamba zamana elfu kumi mpaka elfu hamsini bora watulipie tuondokane na zama. Hata mwaka mmoja toka nizaliwe, sijawahi kufika mahakamani wala sijawahi kupata kero yoyote ile. Basi sisi tukakubali. Baada ya kukubali, kachukulia kigezo saa, saa kumi na moja tumetoka mahakamani tumekwenda nyumbani kwetu kwenda kulala. Wakati huo tumeshakaa ndani siku nne tayari tunafika pale sokoni, meza zetu zimefungwa utepe na biashara zetu zinaharibika. Tumemfuata tena mbunge wetu pombe, anafika pale anasema hizi meza zote ziuzwe, kama meza ya kwangu mimi hapa mpaka imevunjwa Mheshimiwa, tunakuomba sisi, tuna watoto tuna nini, hatujawahi kufanya jambo. Sisi tuko watu 30, tunakuomba uturudishe pesa na tukapata riziki. Tumekuwa ombaomba katika nchi yetu ya Tanzania, wakati sisi hatuna hata kiungo kwa, tumepoteza mpaka tunakuwa hali hii. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kupata nafasi hii, tumetembea kwenye maofisi mengi. Ukifika nyinyi mmegoma kulipa ushuru, tusikilize kwanza. Ni ofisi yako moja tulitusikiliza Ofisi ya waziri mkuu wakati yuko mzee Majaliwa pale, tumepeleka barua yetu pale, akasema nitakupigieni simu tuliowakuta pale. Bahati nzuri mimi nimepigiwa simu, namba ninazo hapa, lakini toka nilivyojiwa, nikaambia atakupigia simu tena ya kukuitani nyinyi, mpaka leo hii hatujawahi kuitwa. Mheshimiwa, naomba utusaidie, hali yetu sisi ni ngumu sana. Tumekuwa ombaomba, tumeamba tusingie hata ndani kununua chochote kile, wala kwenda kuomba chochote kile tunaishia chochote cha furishaji, ukiwa naishia huku sheri, ukimwona mfanyabiashara mwenzio umuombe akusaidie hakusaidie. Leo hii mheshimiwa, tumekuona, tunakuomba kwa mkoa wetu, atuburudishe tupate sokoni hapo, basi atusikilize na sisi, ili aweze kutusaidia. Lakini sisi anasema atatufungulia kesi ya hujumu uchumi, hatafanyaje? Tunakuomba mheshimiwa, utusaidie. Haya, asante, asante sana, nimepokea. Mheshimiwa mwe, Waziri hii ya soko ni ya kwako kwa, au tumtume mkuu wa mkoa? Haya, Mheshimiwa Waziri, pokea hilo hilo ombi la ndugu yetu hapo, ama utamtuma mkuu wa mkoa akawasikilize, ama ukipata fursa kawasikilize, ama tuma manaibu wako wakasikilize kwenye ene, eneo hilo la soko hilo.

Unlock your online potential today with GoDaddy. Piki kwa mamalisi. Kama ulivyozungumzia tuwekwe sehemu ya biashara inayolingana na mazingira ya biashara, ukiniweka juu ya gorofa kule mamalisi tutumie nishati safi lakini tungeomba tutengenezewe utaratibu wa kupata majiko rafiki kwa mamalishi, ambayo yatakidhi mamalishi kuweza kupika chakula, sio vile vijiko vidogo vile vijiko vya kupikia nyumbani. Na tunaomba kama itawezekana, tukapata mdau tukamuonesha nini tunataka mamalishi tutamweleza nini tunahitaji kwenye nishati safi. Si kila nishati safi inamfama malisho. Ili katika zawadi ambayo mama ametuwekea bilioni mia mbili, kama itampendeza walau watenge bilioni hamsini kwa kupata viwanda vya mikoa, machinga wote tukiwemo, na tutachagua nini cha kufanya kama itakuwa ni sabuni kutengeneza, mafuta kutengeneza, magesi kumrahisishia mamalishe ili aweze kuwa na nafuu ya kupata jiko la kupika chakula kwa wakati na akapata chakula salama. Naomba kuwasilisha haya, asante sana. Basi tupate pale theni tusikie salamu za mawaziri. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Alaikum salamu. Kazi na utu. Nasonga mbele. Naitwa Muhamedi Mawazo, ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara walemavu mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu umenigusa sana ulivyoongelea swala la ushirikishwaji, hii jamii ya watu wenye ulemavu kwa mapenzi makubwa na hekima kubwa ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano, mmeanzisha kitu kiliitwa kanzidata kwa niaba ya watu wenye ulemavu. Tunakadiriwa takribani milioni tano Tanzania mzima mmetuweka katika kundi maalum lakini, hadi leo sijui kundi maalumu hili kirefu chake ni nini. Sisi watu wenye ulemavu moja kwa moja tunajikita kwenye biashara, lakini maeneo yetu huwa hayaangaliwi. Kwa namna moja au nyingine, tumebatizwa jina kama ni wakorofi lakini sio wakorofi tunadai haki yetu ya msingi yapo maeneo ambayo tunahusika nayo serikali kwa upendo wenu mmetutoa kwenye biashara ya kuombaomba tunapatikana machinga complex na soko la mchikichini nadhani hadi sasa hivi tumeweza kutoka kwenye hatua ya kuandamana lakini hizi ni juhudi za Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano tupo katika biashara kwenye bajaji na biashara ndogondogo. Hili kundi la bajaji nizungumzie, ni biashara ya watu wenye ulemavu ambao ilihasisiwa na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ambaye aliweza kuturuhusu kuingia katikati ya jiji la Dar es Salaam ili tuweze kuvuna hii keki. Kutokana na mazingira yetu tuliyokuwa nayo, hatuwezi kufanya kazi za aina yoyote hata leo nikitoka kwenda kuomba kazi kwa mheshimiwa waziri hapo mkuu ya kukata majani utasema huu ni uchuro kutokana na hali yangu niliyokuwa nayo. Naomba mheshimiwa, tena nimefurahi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri wangu yupo. Hili kundi la wafanyabiashara walemavu uwawada lipo Machinga Complex, zipo ofisi zake na yapo maeneo kuna migogoro ambayo ni midogo midogo, vitu ulivyoweza kuviongelea vipo, lakini tunasema sisi hatufanyi biashara. Naomba mheshimiwa uliangalie kundi hili kwa umakini zaidi, ili tutoke kwenye hii biashara ambayo ya kukaa barabarani, mtuwezeshe ili tufanye biashara, tunaweza kufanya biashara. Na katika ushirikishwaji, hapo unavyoniona mimi ni mwenyekiti lakini sehemu nyingi kunipa taarifa bwana, sehemu fulani uhusike kwa niaba ya watu wenye ulemavu wenzio. Imekuwa ni ishu, hatutambuliki. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ulitangaze ili kundi Tanzania mzima, na waziri muweze kututembelea machinga complex, tunapatikana kwa wingi. Huu umoja wa watu wenye ulemavu ndio umoja uliobeba walemavu wa aina yote dizaini zote amna umoja mwingine wa watu wenye ulemavu wa dizeni hiyo. Kwa hiyo nakuomba sana mheshimiwa waziri uliangalie kundi hili, na hii falsafa ya kundi maalumu basi iwe inatoka tuitwe tu, tu walemavu, ili tuthaminiwe zaidi. Kundi maalumu mnatuficha, tuita tu walemavu. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa kama unaweza kutuma na hapo uweze kutuma uweze kututembelea kwenye ofisi yetu, tunayo mengi ya kukueleza na tunahitaji mutuondoe katika hali hii ya ulemavu, ili na sisi tuweze kuthaminika, tuweze kuoa wanawake wazuri. Tunashindwa kuoa kwa hali zetu hizi, mkituwezesha tutakuwa na mazingira mazuri. Asante sana mheshimiwa, ila nakuomba, nakukaribisha uje kwenye ofisi za Machinga Complex, inapatikana huu moja, na naomba ushirikishwaji Mheshimiwa Mpogoro hapo kidogo analionaona ili kundi hili kwa leo basi muagize, awe anakuja kila siku kujua tuna changamoto gani. Asante sana aya, asante sana Mheshimiwa DC, wewe unawaonaona kila wakati. Aya basi, waheshimiwa mawaziri, karibuni msalimie, alafu tuone video ile ambayo tuliambiwa imeshakuwa tayari. Karibu Mheshimiwa waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi na utu. Machinga oye, bodaboda oye. Boda, oye. Oye na mamalishe oye, oye. Dokta Samia oye, oye! Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri, naibu waziri, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba kutambua itifaki yote ya meza kuu pamoja na viongozi wote ambao mpo hapa leo. Awali ya yote na mimi naomba nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa siku ya leo. Lakini kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa naomba nikushukuru sana wewe waziri mkuu kwa kutenga muda wako siku ya leo na kusikiliza makundi haya. Umefanya jambo la kiungwana sana, na sisi tunakushukuru sana. Lakini vile vile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kutumia fursa hii nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndio ameweka misingi ya sisi kuendelea kushirikiana vizuri na makundi haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa umeshatupa maelekezo ya nini cha kufanya, naomba nizungumze jambo moja tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, makundi haya yapo katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Lakini makundi yote haya matatu ni makundi ya wafanyabiashara. Kwa sababu yapo Wizara ya Maendeleo ya Jamii na wao umetupa maelekezo hapa kwamba tutaangalia wapi anaenda, lakini niwatoe mashaka, hilo halituzuii sisi kufanya kazi kwa karibu na makundi haya, kwa sababu ni makundi ya wafanyabiashara. Na mimi nataka niwahakikishie kuanzia sasa, wizara yetu ya Viwanda na Biashara tutaongeza mashirikiano, tutawashirikisha fursa ambazo zipo Mwenyekiti wa machinga kati anaongea hapa, amesema wanatamani kupewa mafunzo na fursa ambazo zipo katika wizara yetu, na mimi niwahakikishie, tutafanya hivyo kwa kushirikiana na wizara ya maendeleo ya jamii ambapo mpo huko huko na wizara ya vijana vile vile. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo. Mojawapo ya mambo ya kuyafanyia kazi ni kuhakikisha tunaboresha mazingira, tunarahisisha vigezo ili makundi ya wafanyabiashara madogo madogo yaweze kurasimishwa. Yakiwa rasmi, ndipo tunapata fursa zaidi kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo mimi na wenzangu kule wizarani na taasisi zetu zote tumeshakubaliana, hatutakuwa taasisi za udhibiti, tutakuwa taasisi za kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kurasimishwa kwa urahisi, ili waweze kuwa rasmi na kupata fursa ambazo zipo katika sekta yetu ya biashara kwa hiyo tutawapa ushirikiano wa kutosha Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo yako na sisi kwenye sekta yetu tunawafurahia wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo na tutawapa ushirikiano wa kutosha. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa fursa hii. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, Profesa Rizki Shemdoe. Wakati huo niombe itifaki kwa ajili ya kuangalia ule mfumo mpya uh, kwa ajili ya bodaboda basi ianze kuandaliwa. Wakati huo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, kazi na utu, mmechoka, mmechoka, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, viongozi wote mliopo, ndugu zangu wa machinga, ndugu zangu wa bodaboda, mama zangu mama lishe, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuunganisha siku hii ya leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu wamesimama hapa viongozi mbalimbali mbali wa makundi haya kutoka mikoa mbalimbali mbali. Wamesafiri na wamefika hapa salama na tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwarejesha salama kule kwenye mikoa yao wakaendelee na kazi zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa kutenga muda. Uliamua jambo jema sana kuja kuongea na makundi haya muhimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, makundi haya yametengeneza ajira kubwa, unavyowaona hapa bodaboda hawa, unavyowaona hapa mamalishe, unavyowaona hapa wote, walioko hapa ni ajira bila ajira hizi walizo nazo tusingekuwa hapa. Lakini pia ndugu zetu hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndiyo wanayoifanya Tanzania hii kuwa na uwezo wa watu kusogea kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, bodaboda hawa, mamalishe hawa, machinga hawa wako kwenye mikoa yote ishirini na sita wako kwenye wilaya zote mia moja thelathini na tisa wako kwenye halmashauri zote mia moja themanini na nne wako kwenye kata zote elfu tatu mia tisa hamsini wako kwenye vijiji vyote elfu kumi na mbili mia mbili sitini na moja wako kwenye mitaa yote elfu nne mia tatu kumi na nane. Kwa hiyo popote utakapoenda Mheshimiwa Waziri Mkuu, hutakosa bodaboda, popote utakapoenda hutamkosa mamalishe, popote utakapoenda hutamkosa machinga. Kwa hiyo taarifa na maelekezo yako ulio yatoa hapa yamefika nchi nzima, yamefika kwenye vijiji vyote elfu kumi na mbili mia mbili sitini na moja. Yamefika kwenye mitaa yote elfu nne mia tatu kumi na nane. Tukushukuru sana na nikuahidi, mheshimiwa waziri mkuu, maelekezo yako yote ulioyatoa tunaenda kuyafanyia kazi, ili jamii hii iendelee kupata tabasamu kama alivyotuahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu. Oye oh Dokta Mwigulu Nchemba. Hoye. Hoy! Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa nikukaribishe. Uende sasa ukaangalie ule mfumo ambao ndugu zetu hawa wameuandaa na tuone namna mfumo ule unavyofanya kazi. Nina imani tayari mmeshajiandaa na mnaweza kuendelea kuuprojekti ili Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze sasa kuuona. Nashukuru sana asante sana Mheshimiwa, asante kwa hiyo. Jamani, nawashukuru sana e, kulikuwepo na hoja zingine zile, ikiwemo mwenyekiti mwe ananishikashika bega ne usafiri. Tumepokea, asanteni sana asanteni, tumepokea hoja zote walioandaliwa kwa ajili ya mfumo, tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa tuweze kuona mfumo wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu ndo mfumo wetu wa shirikisho ambao umelenga vitu vikuu vitatu. Kitu cha kwanza ni ulinzi na usalama. Kitu cha pili ni kumtambua dereva pamoja, kuna kuna active kuna madereva ambao ni active, kuna madereva ambao ni inactive na vile vile kuna verified na ambao ni unverified. Kwa tukisema verif, dereva ambaye ni verified niziona hapo kwa mwenyekiti ko kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna mfumo unavyoonekana hapo, unaweza ukaona tuna tumeweka madereva ambao tunachukua taarifa ambazo unaweza ukaona hapo kuna madereva ambao wako kwenye ndoa na ambao wako kwenye ndoa. Kuna idadi ya madereva wa kiume na wa kike vile vile, na kuna madereva ambao wana leseni na hawana leseni, wote tunaonyesha hapo, madereva wenye bima na ambao hawana bima. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwa namna gani tunaweza kuwasaidia madereva hata wale ambao wana